The Lord, that is your name. Sasa unapookoka nini kinatokea? Ukimkiri Yesu Kristo kama Bwana mkonzi wa maisha yako, umetangaza vita dhidi ya madhabahu za kwenu, na zile madhabahu hazitakuacha zitakufuatilia. Na ndio maana wanapookoka hata mili ambao umeasi mizimu ya babu yako, baada ya kuokoka we ni mwasi, tunaitwa waasi tu. Asi kwa nini tumeasi zetu tumeasi madhabahu zetu. Na unaweza kufikiri ni maneno. Hapana, ile miungu inaona kwamba umeasi, inaanza kukutesa ukiwa umeokoka. Kama madhabahu za familia kwenu kuna umaskini, ule una umaskini unakuwa una, unaongezwa kwenye maisha yako ili ukutese, urudi kule wakeachokisema. Kama ni mauti, unashangaa roho za mauti zinakufuatilia wataka wakuue sasa Tune, tulikuwa tuna practice ya mambo, tunapookoka hatufanyi tena hayo mambo, lakini lazima tupambane, tuvunje kila aina ya madhabahu. Maana yake lazima tupigane vita kwa kiroho, kuvunja madhabahu sote tulikotokea. Madhabahu za maskini, madhabahu ya magonjwa, kwa mfano kuna kozi nyingine. Kuona kuacha, kuona kuacha kitu cha kawaida. Na kila madhabahu ina tabia yake. Nenda Tanga hapo. Wanasema, -figa moja linjiki nini? Chungu Lazima mafiga mangapi? Matatu. Manake ni nini? Yani, yani lazima mwanamke au na wanaume wangapi? Watatu. ukisikia hivyo, manake mwanamke lazima au na wanaume wangapi? Watatu. Mwingine eti, mmoja ni ATM, mwingine tu akumliwaza, mwingine ni handsome, akipita naye barabarani aonekane naye na mwanaume, mwingine ni sugar daddy, yuko hapo kuchomoa pesa, ATM anashomolewa pesa tu. Mafiga matatu. Sasa anapookoka, anapokuja kanisani sasa yuko ndani ya kanisa, lakini ni mtu wa wanaume. Leo yuko na binti, leo unakuta binti, mara yuko na mwanaume, mara yuko na mwanaume, mara maana ni utamaduni <coughs> ni madhabahu ambayo amekulia na inamfundisha hivyo, na wakienda kwenye unyago kule wanafundishwa hivyo. Yesu asifiwe sana, Mungu atubarikiwe. Sasa madhabahu za familia, kila mtu na ukoo wake. Na namna yake na roho zao na tabia zao. Sasa kazi tulionayo ni kuzivunja hizo madhabahu, na ndugu zetu nao wafunguliwe wakomolewe waweke huru katika jina la Yesu. Na bado kuufufua kwa peke yako lazima upambane kwa ajili ya familia yako na ndugu zako madhabahu. Kuna mtu kaokoka, e, unafaa kule kaka yako ndio ameokoka siku hizi, shangazi yako ndio kaokoka siku hizi. Yani unapata habari za watu wanaokoka. Kama wanavyozidi kuokoka, madhabahu zinakosa nguvu, zinakosa nguvu, mwisho wa siku zinafutika, mnakuwa kizazi cha wacha Mungu.